Afisa mkuu mtendaji wa tume ya kuajiri walimu nchini Nancy Macharia leo amekuwa na wakati mgumu kujibu maswali kuhusu walimu kuendelea kuhangaika kupata matibabu. Mahangaiko hayo yanashuhudiwa wakati ambapo TSC imetia saini makubaliano ya takriban shilingi bilioni 20 na kampuni ya bima ya Minet. Kamati ya Elimu bungeni imelaumu TSC na kampuni ya bima ya Minet kwa kuendelea kuwanyanyasa walimu.

With the ni katika mkutano huo ambapo Macharia yalidai kuwa azma yao ya kuhakikisha walimu wanapata huduma za afya chini ya bima ya SHA hazikufua dafu baada ya bima hiyo ya SHA kudinda kutoa huduma kwa walimu hao takriban 3600.

Macharia yalidai kuwa kuna upungufu wa fedha. Ian Keitani, Runinga ya K24, Nairobi.